Hey, habari! Kama ilivyokuwa kawaida yetu, leo ni siku nyingine tena, naendelea kumshukuru Mungu na kusihi uweze kwa pamoja na mimi kuanzia mwanzo wa kipindi paka mwisho wa kipindi chetu. Kitu cha msingi usisahau ku like, ku share, ku subscribe na kutupia komenti yako hapo chini. Unaonaje kipindi chetu kupitia komenti yako? Tutaweza kujifunza kwa pamoja na kurekebisha, ili tuweze kupata kipindi kingine kizuri chenye ubora zaidi ya hichi. Leo tutakwenda kujifunza kitu kizuri sana kwa pamoja. Hivi unaelewa nini kuhusiana na eh, 50 hz au hamsini frequency, unaelewa nini? Kwamba shawai kuona kwa labda hizi induction motor unakuta pale kwenye frequency kuna 50 hz, ama 60 hz, au labda unakuta labda kwenye transformer pia unaweza ukakuta labda kuna 50 hz, umeona, au kwenye au kwenye baadhi ya ya vifaa umeona, kuna baadhi ya vifaa unakuta wamekuandikia pale frequency sasa na hamsini. Umeona, sasa hiyo hamsini frequency ambayo ni hamsini hertz, wewe unaielewaje? Umeona, kwa nini hamsini hertz? mm -hmm. Unaitambua vipi kwamba mpaka inakuwa hamsini hertz? Kwa leo utakwenda kuangalia kwamba wewe unaelewa nini mtu akikwambia hamsini hertz au hamsini frequency au sitini frequency kwa sababu hizi frequency zinatofautiana kulingana na nchi mmoja na nchi nyingine. Kuna nchi zingine zinatumia sitini hez, mona. Kuna nchi zingine zinatumia hamsini hez, mona. Na kwa Tanzania, mara nyingi sana sisi tunatumia ni ni hamsini hez. Sasa kwenye umeme kuna kitu ambacho kinachoitwa mkondo wa umeme ambacho kinachoitwa mkondo wa umeme. Kwenye mkondo wa umeme kuna aina mbili. Aina ya kwanza kuna mkondo kuna mkondo geu mona, ambao huu unaweza ukaita kama eh, ta kwa, kwa lugha ya kitaalamu nini, current mona. Lakini kwa wengine wanaita kama AC kwa kifupi. Lakini pia kuna kuna mkondo mnyofu kitaalamu naita kama dialect. Dialect current, kwa kifupi unaita kama DC. Hiyo kwenye umeme tuna, tuna, tuna, tuna mikondo miwili ya umeme ambayo tuna AC na tuna DC. Maona sasa E, twende tukaangalie kwenye kwenye upande wa, wa AC maanake hapo, twende tukaangalie kwenye upande wa alternating alternating current Kwenye alternating current ama mkondogeo au unaweza kuita kama AC kwa kifupi. Kwenye umeme wa AC kuna kwenye umeme wa AC kuna nyaya mbili. Kuna waya mmoja ni wa power, ambao tunaita kama live, alafu kuna waya mwingine ni wa return, ambao tunaita kama neutral. Kwa hiyo tuna waya mbili kwenye upande wa AC, ambao tuna live ona ambayo ni kwa ajili ya power. Mara nyingi sana huu waya uwaga unakuaga ni huu waya wa live kwenye AC, kwenye unakuaga e, kala kodi yake mara nyingi nakuaga ni red au brown. Nadhani naeleweka. Au unaweza kuita kama positive, positive waya lakini pia kwenye waya wa pili ni waya wa return ambao ni neutral. Kala kodi yake mara nyingi inakuwa ni ni black au blue, lakini pia unaweza kutumia simbo ya negative terminal mona kwenye AC kuna positive and negative terminal au unaweza kaita kama live and neutral. Kwa hiyo maana yake kuna waya hizo waya mbili. Sasa kwenye AC, ama alternating current, ama mkondo geu, positive terminal huwa ina tabia ya kubadilika badilika kulingana na muda unavyozidi kwenda. Mona kwao huwa ina tabia ya kubadilika eh, magnitude ama size of size of power mona au kiwango cha umeme kinakuwa kinabadilika, ambao unaita ndo magnitude, magnitude, kwa kiwango cha umeme kinakuwa kinabadilika, lakini pia uwaga ina tabia kubadilika polarity. E, polarity maana yake ni kwamba kama ilikuwa ni terminal ilikuwa ni positive, kwa kuna kipindi muda unavozidi kwenda, mwanzo ulianza na positive, muda unavozidi kwenda, ile positive terminal inabadilika inakuwa negative, kwa maana yake hapo ya tunasema kwamba nini e, kwamba inabadilika polarity kwamba inatoka kwenye positive na kwenda kwenye negative au ilikuwa kwenye negative, baadaye inakuja narudi kwenye nini, kwenye positive. Umeona, kwa hiyo kwenye kwenye positive terminal kwenye alternating current ama kwenye mkondogeu e, positive terminal huwa ina tabia ya kubadilika magnitude, lakini pia inabadilika e, polarity. Umeona inabadilika vipi? Tenda tukaangalia kwa mfano, ukiangalia grafu hii hapa pandografu kaka kwa makini hapo, ataka tuelewe. Unaelewa nini kusiana na na his 50 Hz unaielewa vipi? hmm.

tukaangalia graph hapo jinsi ambavyo inavyokuwa kwenye upande wa positive terminal kwenye alternating current au mkondogeo, hizo sifa zinakuwaje? Kwamba inabadilika polarity, lakini pia magnitude inabadilika. Ni kweli, inabadilika. Ndio tenda, tukaangalia hapo mpaka tuje kuipata hiyo hamsini hertz. Sasa hii hapa hapa ndo zero, hii ni graph yako. Hii ndo zero, kwenda huku juu, huku ni positive. Positive moja, hii itakuwa ni positive mbili, hii sema ni positive tatu, hii sema ni positive ngapi? Positive nne ko then, tena tena, huku ukija chini, chini ni negative, maana yake negative 1, negative 2, negative 3, hii negative 4, let's say hapa ni negative 5. Umeona kwa huku huku, tasema ni moja mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, uu tasema iki itakuwa inaendelea. Na huku nafanyaje? Inaendelea na huku, hukufanyaje? Inaendelea. Sasa kwenye positive terminal kinachotokea ni nini? Kinachotokea ni kwamba anaanzia zero hapa, mona alafu anapanda, let's say atapanda mpaka kwenye ngapi? Atapanda labda kwenye kwenye tatu hapo, kwa atapanda mpaka kwenye tatu hapa, kwenye tatu hapo. Maana yake ametokea zila, amkuja amepanda paka kwenye tatu, umeona? Na huu ni upande wa upande wa wa positive. Kwa maana yake hii pointi hii hii ni maximum, maximum nini? Uhum. Upande huu hapa huu ni magnitude. Hii ndo magnitude. Manake ni ndo size ya power au kiwango cha umeme lakini huku, hii ni, time, kwamba time ni muda. Sasa umeme unapokuwa na, una flow kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ama current zinapokuwa zina flow kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa kuna kiwango cha muda umeona, lakini pia kuna, kuna, kuna, kuna, kuna size ya E, kiwango cha current mona, ndio maana kuna upande wa huku, ni hii ndo size ya kiwango cha current ambayo inaitwa magnitude mona, ama mona. Lakini huu ni upande wa muda, kipindi umeme unapokuwa na flow kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine mona, ndio tunaona sawa, mabadiliko mona, tunaona mabadiliko kwenye upande wa muda na mabadiliko kwenye upande wa kiwango cha nini cha umeme mona. Kwa hiyo sasa umeme unaposafiri kutoka kwenye zero, labda umekwenda mona, muongezeka hapo, manake eh, magnitude size maanake imekwenda mpaka labda kwenye tatu, current umeona imefika paka kwenye point ya maximum. Ikishafika kwenye point ya maximum kabisa, ndio imeishia hapo baadaye. Eh, baadaye inashuka chini sasa. Umeona inakuja inashuka chini, labda let's say inakuja labda inashuka mpaka kwenye let's say ngoja itashuka mpaka kwenye ngapi? kwenye kwa sababu hapa let's hapa ni mbili, ishuke kwenye tap, kwenye nne ili, ili, ili ukuzisiwe nyingi. Inashuka pa kwenye nne au ni mbili na nusu, tuseme, let's say ni mbili na nusu hivi. Kwa hiyo itashuka mpaka kwenye tano, kwa hiyo itashuka mpaka hapa kwenye ngapi? Kwenye tano. Umeona, kwa hiyo ilianzia zero ikapanda maanake ikipanda, maanake e, kiwango cha umeme kinakuwa kimefanya kimeongezeka. Ikishafika kwenye ile point ya maximum, inashuka inashuka, inarudi mpaka, mpaka kwenye zero. Umeona, ikitoka kwenye zero tena, kinachotokea tena, inafanyaje? Inapungua, inakuja mpaka kwenye tatu tatu negative ambayo ndio hii hapa, hii hapa Mona? Kwa hiyo itapungua mpaka kwenye tatu tatu maximum. Mona hii tatu ma... no maximum hapa Ta... kwenye hii point ambayo imefikia mwisho hapa, hii ndio minimum minimum magnitude, let's say hapa ni tisa. Hapa mona, baadaye itakuja itapanda itatoka kwenye minimum, itakuwa inapanda inarudi napa kwenye ngapi? kwenye zero. Muona hapo? Kwa sasa ime maanake ilianzia pointi ya zero ikaenda paka maximum. Ikatoka maximum ikaja ikarudi paka kwenye mstari wa zero. Ikitoka kwenye mstari wa zero ukaja minimum ikapungua, ikatoka positive ikaja kwenye upande wa negative. Ikapungua, baadaye ikatoka kwenye negative ikapanda ikaja paka kwenye nini? Kwenye zero. Kwa sasa ukiangalia kutokea hapa mpaka hapa hapa tumeshapata, hii ni half cycle, hii ni half half cycle umeona. Hii ni half half cycle, lakini tena na kutokea hapa mpaka hapa, lakini pia hii ni half nini, half cycle, umeona? Kwa hiyo kichukua hii half cycle na hii half cycle, ukijumlisha unapata unapata cycle moja, ambayo inakuwa imekamilisha mzunguko mmoja. Kwa hiyo mzunguko kuanzia hapa kuja kwanzia zile kuja maximum maximum kuja kwenye zero zile kuja kwenye minimum point kutoka kwenye minimum minimum point pa kwenye zero point, mshaona kukamilisha cycle moja, hicho kitu tunaita ni sasa na frequency moja ambayo sasa na hezi hezi moja ndani ya sekunde hiyo, ndani ya sekunde moja kwa kitendo cha positive point, umeona kuwa inabadilika badilika kutoka kwenye kwenye magnitude ya zero kwenda kwenye maximum, kuja kwenye zero kutoka kwenye zero kuja kwenye minimum, e, kwenye minimum kuja kurudi kwenye zero kukamilisha mzunguko mmoja ndani ya sekunde hiyo moja hiyo tunaita sasa sana hezi moja. Au, kuiita moja sana hezi. Hii unaweza kuiita kama frequency moja ambayo sasa sana hezi. Hii hezi ndo SI unit ya frequency. Kwa hiyo huo mzunguko mmoja huo ndo unaita sasa sana nini na e, moja hezi, lakini sasa hichi kitendo kikiwa kinajirudia rudia mara hamsini ndani ya sekunde moja hiyo unaita sawasawa na ngapi? na hamsini nini hez mona, ndomana unapata ndio, ndomana unapata hichi kitu eh, 50 nini? 50 hez mona, ndomana unapata hichi kitu 50 hez mona. Kwa hiyo haya mabadiliko ya positive terminal kuwa inabadilika badilika ikibadilika badilika ikibadilika mara moja ndani ya sekunde moja, kama jinsi ambavyo tunavyoona inatengeneza half cycle kwenye upande wa positive, inakuja inatengeneza half cycle kwenye upande wa negative na kukamilisha cycle, kukamilisha cycle moja, hiyo ni sawa na hertz moja. Lakini huu mzunguko wa kukamilisha huu mzunguko, ikikamilisha mzunguko mara 50 kwenye ndani ya sekunde moja ni sawa na 50 nini, hertz, ndio maana naita nini 50 e, nini hertz mona lakini ikikamilisha mzunguko mara sitini ndani ya sekunde moja, hiyo tunaita sasa na e, sitini nini, sitini hez. Ndio maana tunaita tunaita nini tunaita e, hamsini hez. Kwa hiyo ukiona sehemu wameandika frequency sasa sana hamsini hez, umeona? Kwa hiyo maana yake ni kwamba kwenye upande wa alternating current kwamba ile e, positive terminal inakamilisha mzunguko wake kwa kubadilika badilika mara hamsini. Umeona, ndo maana napata hamsini nini, hezi. Umeona, kwa hiyo e, sehemu yoyote ukiona hamsini hezi ama sitini hezi kwenye kifaa ambacho kinachotumia umeme hasa hizi induction motors, transformers na vifaa vingine vingine, umeona, e, ndo uweze kujua hiyo hamsini imepatikanaje. Huo ni kwenye upande wa, wa, wa alternative current lakini kwenye upande wa direct current, ambao ni mkondo mnyofu, haina tabia hiyo. Kwayo maana yake yenyewe, grafu yake jinsi ambavyo unavyokuwa ni kwamba ikiwa hivi, grafu yake mon. Kwa hiyo yenyewe ikianzia hapa mon, yenyewe inanyoka moja kwa moja. Umeona jinsi ambavyo vinavyokuwa. Kwa hiyo grafu ya alternating current inakuwa hivi, lakini grafu ya direct current yenyewe inakuwa inakuwa mtindo huu. Ndio maana ndio maana wakaita nini, direct, maana yake haibadiliki, yenyewe inaenda moja kwa moja, maana inaita mkondo mnyoofu. Ndio maana naita e, direct current. Umeona, kwa hiyo ndio hivyo kwa leo. Niliona nikauletee kitu kizuri kama hicho, tuweze kujifunza kwa pamoja, kwamba wewe unaelewa nini mtu akikwambia 50 frequency au 50 hertz wewe unaelewa nini? Au mtu akikwambia 60 hertz unaelewa nini? Au mtu akikwambia 1 ee, e, hertz, umeona unaelewa nini? Kwa jinsi ambavyo inavyopatikana ni hivyo kwamba kwenye upande wa alternating current, e, positive terminal huwa ina tabia ya kubadilika badilika, umeona, kwa kuna kipindi E, inakuwa positive na kuna kipindi inakuwa nega negative kama jinsi ambavyo inaonekana hapa kwenye graph, kwamba inakuja inakuwa kwenye upande wapo wa positive, lakini baadaye inakuja kwenye zero, kisha kutoka kwenye zero inakuja kwenye upande wa nini, upande wa negative. Huo ni kwenye upande wa nini, upande wa live kwenye mkondo geu. Kwa baada ya kusema hivyo, ni sema asante sana kwa pamoja na mimi kuanzia mwanzo wa kipindi mpaka mwisho wa kipindi chetu. Kitu cha msingi, endelea kusubscribe kucomment, kushare na kulike ili uweze kuendelea kutupa motisha tuandae vipindi vingine vizuri vyenye ubora zaidi ya hivi. Baada ya kusema hivyo, asante asante sana, and God bless you. Thank you.